Na leo ngoja nikukumbushe kitu kimoja, wewe kijana mwenzangu, ambao unajitafuta kwenye ishu yoyote, mfano biashara, sio msanii, kwenye mchezaji mpira, yani ishu hizo zote ambazo so, kama kijana ambao sasa hizi bado unajitafuta hujajipata, jitahidi bwana kutoka sehemu moja ambayo ulizaliwa umekulia, watu wanakujua vizuri, jitahidi kutoka, uende mji mwingine. Mfano wewe si mchezaji mpira, wewe labda msanii, sio director music producer mfanye biashara yoyote, jitahidi kutoka sehemu ambayo umezaliwa, kwa sababu unapoendelea kung'ang'ania hapo, kama ni mchezaji mpira, kuna watu watakukatisha tamaa kwa sababu wanakujua vizuri. Kuna watu wanaweza kukushauri bwana, sikiliza, hebu acha bwana, labda mcheza mpira, hebu acha kucheza mpira saizi bwana, hebu ingia shamba ulime, kipaji kiko kitakuchanganya tu hapa kijijini akina, akina faida yoyote. Kwa hiyo jitahidi, kama unajigundua wewe msanii sio unaishi mfanyabiashara biashara sijui nini, sehemu ambayo umezaliwa ni pagumu sana kujitafuta, kujitahidi kumove toka sehemu ambayo umezaliwa ume jidume, umesomea sijui watu wanakufahamu vizuri toka hiyo sehemu, jitafute mji mwingine. Mfano wewe msanii, toka zako, hakikisha una nyimbo nzuri kama msanii, nyimbo ambazo zinaweza kukusababishia mtu akikusikiliza, mtu anaweza akakudhamini kutokana na kipaji chako. Kama ni director hakikisha umetoka mkoani una vi, vitendea kazi vyako, kamera, taa na vitu vingine vingine vya muhimu, kama wewe director. Kama ni music producer jitafute mkoani, ukijipata nunua vifaa vyako, kwa sababu mjini wasanii wanaotaka kufanya kazi kurekodi studio wapo. Wasanii wanaotaka kushuti video wapo. Wasanii wanaohitaji kuvaa nguo nzuri, kutokana na wewe muuza nguo, wapo wasanii wana, wana, wana, wana wanaohitaji mpaka makeup mzuri wapo. Wasanii wanataka kunyoa nywele fashion nzuri wapo. Kwa kikubwa sasa, kufanya maamuzi sehemu uliokulia ni sehemu ngumu sana, uwe na kipaji, uwe sio unafanya biashara, kwa sababu mfano wewe unauza nguo, unaenda kumuuzia mtu nguo unayefahamiana naye sana, nguo unauza shilingi elfu, elfu kumi au kumi na tano akakwambia, na shilingi elfu saba kutokana na kumfahamu, akakwambia nguo ya 10000 mimi na 7000 zeni hela nyingine iliyobaki nitakuletea, kutokana unajuana naye sana utampa ile nguo, baadaye unaanza kumdai hela saundi nyingi sababu kwa sababu unamjua kutokana na wote wote, unamwachia kwa hapo tayari kisha kufelisha kwa mfumo mmoja au mwingine. Kwa ujitahidi sana kutoka mji huo ambao umekulia ukaenda kwenye mji mwingine, kwa sababu kama wewe mwenyewe kama we mwenyewe mkaa, angalia wale watu ambao wamekuja kuja mji wenu, kwa mfano sababu kuna watu wengi sana miji wanahamia. Mfano kama umekaa zako mtaani kwako, unakuta kuna mtu ambaye amekuja amefungua duka, sio mzaliwa wa hapo. Huyo mtu ukienda kununua, uwezi kuleta ule kujuana. Mfano labda anauza nguo, meenda meongea bei, lazima ulipe, kesho kwa sababu kwanza amjuani. Na masuala ya utafutaji nayo hivyo hivyo, yani wewe ukishakuwa na watu ambao wanakujua sana, ukiona unafanya mishe zako, lazima kuzalau. Mfano wewe producer, unakaa mji ambao watu wanakujua A to Z Lazima wakufelishi watakushauria, unarekodi mziki labda shingapi? Mfano elfu hamsini. Sasa elfu hamsini unakuta hapa kijijini kwenye mwenye rekodi labda nyimbo mbili, utafika wapi? Hemu achana na hiyo issue, ingia kwenye issue nyingine. Kwa lazima akushauri kukatisha tamaa, kipaji kinakuwa kinaishia hapo. Kama ni msanii, unakuta mtu anakusikiliza kwa sababu anakujua wewe, mtoto wa fulani, azaa wewe unacheza, kutokana na mazingira yako ambao wanakujua kwanza, umekuwa umesoma, wanakujua vizuri, yaani kila kitu chako wanakijua vizuri. Kwa hiyo unataka kufanya kitu serious kutokana na wanakujua sana, lazima kuletee zarao. Kwa jitahidi sana kumove sehemu ambayo umekulia, ukaenda sehemu nyingine, uwe mfanye biashara, yani issue yoyote ili ufanyikiwe lazima utoke uende sehemu ambayo ina ina mahitaji zaidi. Kama unajikuta muuza nguo unahisi sababu kuingia mji fulani hivi, kodi zangu fulani naenda kuchukua mjini kizipeleka, napata hela, nenda ukijiona, labda msanii saizi nimeshakuwa msanii mzuri, najua kuimba vizuri, nataka ni nitoke ni sehemu sawa nione watu ni vyema, waingie mjini, hilo sikurupuke. Boy producer kijana senda kanitoboe, nimefikia stage nzuri, hakikisha unajua kufanya vitu vyote vizuri ambavyo watu wanavyohitaji, haijalishi. Kwa sababu unavyoingia mji wa watu, lazima ukutane na watu, watu ambao wazawa pale. Kwa mwanzo mwanzo kuwa mpole, tembelea kama msanii, tembelea studio kama producer, tembelea studio za nzio kama director Jitahidi kwenda kujichanganya changanya na madirekta wenzio, kwanza kuzoea mji, ili mambo yote yaende. Kwa hiyo ili ufanikiwe, jichanganye changanye, toka kwenye huo mji ambao umezaliwa, uwe ishu yote. Ushauri wangu mimi kwangu ni huo tu, ndugu zangu.